Habari njema ikirushwa iki, iki, iki Bukelebe TV <laughs> Karibu sana, tusiache kufuatilia katika TV ya Bukelebe Bukelebe TV. Asante sana, tunaendelea kumshukuru Mungu na kurudisha sifa kwake kwa, kwa kuendelea kutuhudumia katika mikutano hii. Na mtazamaji, tunaenda kipindi kingine ambacho kitaongozwa na mchungaji Edison Mabamba. Hichi sio kipindi kingine, ni kipindi cha kaya na familia. Basi tutapata wasaa mzuri mtulivu wa kusikiliza somo zuri kutoka kwa mchungaji Edison Mabamba. Mimi ni Ana Chama nikutakie baraka za Bwana. Segerea NET Event 2025 nguvu ya Neno. Ninamshukuru Bwana kwa ajili ya kipindi kilichotangulia cha mafundisho kuhusiana na afya na mtindo wa maisha. Mungu akubariki kubariki sana daktari, kwa kutuwezesha kupata kipindi hicho, na ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kipindi hiki cha mafundisho yanayohusu kaya na familia. Jina la Bwana litukuzwe na libarikiwe. Amen. Wakati tuki, tukiendelea kutafakari kuhusiana na mambo mbalimbali mbali ya kaya zetu na familia zetu, tutakuwa tuna vipindi ambavyo vina mchanganyiko wa mambo yanayohusu familia kwa ujumla wake pamoja na saikolojia kwa ujumla wake. Kwa hiyo, Bwana atatubariki katika hiki kipindi kwa mlengo huo na jina la Bwana litaendelea kutukuzwa sana. Rafiki yangu mmoja anaitwa Meshak, au kwa jina maarufu anaitwa MC Madev, ni Mwadventista msabato, aliwahi kuniuliza swali moja ya kwamba kwa nini kwa sababu yeye ni MC wa harusi, anasema kwa nini kwa nini pasta, kama mchungaji na ambaye unakutana na watu mbalimbali mbali katika ushauri na saha katika kazi zako, kwa nini mimi kama MC ambaye ninasherehesha baadhi ya, ya harusi za watu huwa ninaangalia kuna baadhi ya harusi ambazo zinatokea labda mwezi huu alafu mwezi ujao ile ndoa ilishavunjika. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Akana ni, anajaribu kuniuliza swali hili, limekaaje katika, katika mtazamo wa kiroho, kwa nini ndoa zimekuwa zikivunjika sana? Nami niliweza kupata neema ya Mungu kumjibu swali hili kwamba watu wengi tumeipoteza maana halisi au maana sahihi ya ndoa. Watu wengi tumepoteza maana halisi na, na sahihi kuhusiana na ndoa. Na somo la leo linasema hii ndiyo maana halisi ya ndoa. Tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa kutulisha na kutujenga kuhusiana na miili yetu. Hata tumekutukuza kupitia nyimbo zetu na sasa sema nasi tena uponye familia zetu kwa jina la Yesu Amen. Sasa kwa mujibu wa Biblia ndoa ni, je, ni kitu ambacho kina, ni sehemu ya maisha. Ndoa ni kitu ambacho ni sehemu ya maisha, maana yake kabla hujaijua ndoa inabidi uyajue maisha <laughs> haleluya! Ni sehemu ya maisha. Katika sayansi ya umbaji, Mungu aliumba ndoa kama sehemu ya mwisho kukamilisha uumbaji wake. Ndoa aliumba sehemu ya mwisho kabisa. Sasa ndoa ina misingi mikuu minne kulingana na mujibu wa Biblia. Ina misingi mikuu mingapi? Minne. Msingi wa kwanza kabisa, Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo, tutasoma mafungu mawili tu siku ya leo. Kitabu cha Mwanzo, sura ya kwanza kabisa, alafu na, na lile fungu la ishirini na sita fungu la ishirini na sita ndipo kuendelea fungu la ishirini na saba Bwana Mungu anasema hivi: Kisha Mwenyezi Mungu akasema, tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, atawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa kufugwa dunia yote na viumbe vyote vitambaavyo. Nimesoma kupitia Biblia ya Habari Njema. Kusudi uh, la kwanza la ndoa ni nguzo ya kwanza ambayo inaijenga ndoa iliyo imara ya kiroho. Biblia inasema na tumfanye mtu kwa sura yetu. Ina maana mwanadamu ameumbwa kwa mfano na sura ya Mungu ameumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Mungu alipomuumba mwanadamu kabla kabisa, kabla hajampatia kazi, kabla hajampatia ndoa, Mungu alimpatia kitu kinaitwa sura yake. Na hii sura yake anasema sura ya Mungu ikisha kuwepo, huyu mtu anapata uwezo na mamlaka ya kutawala ulimwenguni. Sasa, anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Watu wengine wakajiuliza waka, sasa Mungu ana sura ngapi? Mbona tuna sura nyingi? Mbona kila mtu ana sura ya kwake? Mungu ana sura ipi? Tunaposema sura, sura ya Mungu, labda niliweke kwa urahisi kabisa, huwa tunawahi kusikia kitu tunasema uh, tabia na sura ya nchi. Tumewahi kusikia kitu kama hicho? Mm, sura na tabia ya nchi sura, uh, sura ya Mungu imejikita katika tabia ya Mungu, na tabia ya Mungu kuu ni upendo ndani yake. Upendo ndani yake ndiyo tabia ya Mungu, na huu upendo unaanza kwanza kuugundua tu kuanzia hapa kwamba Mungu anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, ili na yeye akatawale. Yaani Mungu amejitoa kabisa, sio mbinafsi ana upendo kiasi kwamba anatamani kiumbe chake kifanane na yeye. Hakuna Mungu yoyote duniani ambaye anaweza akatamani akatamani ya kwamba kiumbe kifanane na yeye kama, kama miungu mingine yote inapenda kujiweka sehemu ya juu, lakini Mungu hapa tabia yake anajishusha, ambayo ni upendo usio na kifani. Anasema na huyu mwanadamu, akatufananie, akafanane na sisi, akawe na sura yetu, akawe na mfano wetu. Kwa hiyo uh, Nguzo ya kwanza ambayo inajengwa kuifanya ndoa kuwa imara ni upendo, na upendo huu tutaenda kuangalia kwa siku zijazo, upendo wa Mungu ambavyo jinsi ulivyo. Kwa hiyo ina maana kusudi la kwanza la ndoa ni kushiriki upendo na mwenzi wako, amen, kama ambavyo Mungu alishiriki na sisi upendo kwake kwa kutuumba kwa mfano wake tu fanane na yeye, ili sisi pia tukawe watawala kama yeye. Kwa hiyo yeye alishiriki upendo wake kwetu, na ndio maana katika, katika kitabu cha, cha waraka wa kwanza wa, wa, wa, wa Yohana sura ya 4 fungu la 8 anasema yeye asiyependa hajamjua Mungu kwa sababu Mungu ni upendo. Yeye asiyependa hajamjua Mungu kwa sababu Mungu ni nini? ni upendo. Kwa hiyo, wajibu wa kwanza kabisa, msingi imara wa ndoa iliyo imara ni kushiriki upendo. Huko mbele tutaenda kuangalia hata utofauti wa kwa nini huyu anaambiwa penda zaidi, huyu anaambiwa tii zaidi, lakini wote wanapewa kusudi la kupenda. Hata kuna tafasiri ambazo zimekuwa zikitofautisha, ambazo zimetumika huko duniani, ya kwamba eti wajibu wa mwanamke si kupenda tu wa, wajibu wa mwanamke ni kutii tu, ni katika kutii tu. No, katika upendo, upendo pia ni wajibu wa, wa, wa mwanamke. Na ndio maana hapa inasema yeye asiyependa. Kwa hiyo kupenda ni, ni, ni sifa ya mwanadamu kamili. Haleluya! Yani, hata kabla hujaingia kwenye ndoa sifa ya mwanadamu kamili anapaswa apende. Haleluya! Na yeye asiyependa hajamjua Mungu. Hajasema mwanaume asiyependa no, yeye mwanadamu yote. na ndiyo maana Yesu akasema amri mpya ninayowapa penda. Kwa hiyo upendo hauna cha jinsia tutaangalia huko. Kwa nini sasa huyu anaambiwa apende zaidi, huyu atii zaidi? Amen. Kwa hiyo nguzo ya kwanza ili kuifanya ndoa imara ni kuaksi upendo wa Mungu, haleluya. Na upendo wa Mungu aa, ni upendo usiobagua, upendo ambao ujivuni, upendo usio na malalamishi, upendo unaovumilia, upendo ambao hautakabali. Hiyo ni nguzo ya kwanza ya ya ndoa iliyo imara. Nguzo ya pili ya ndoa iliyo imara ni, Biblia inasema katika Mwanzo sura ya pili fungu la kumi na nane hilo ndio fungu la mwisho ambalo tutasoma siku ya leo. Biblia inasema, Bwana Mungu akaona si vyema mtu huyu awe peke yake. Bwana wetu Yesu asifiwe. Ili tuwe na ndoa imara, kwanza tuichukue ndoa kama wazo la Mungu. Bwana Mungu ndiye aliona si vyema Adamu awe peke yake. Hakuwa Adamu ambaye aliona si vyema yeye awe peke yake, ilitoka kwa Mungu. Haleluya! Bwana Mungu ndiye aliona si vyema Adamu awe peke yake a, -a awe peke yake, akasema Mungu. Kwanza ndio aliona uhitaji wa Adamu kuwa na mwenzi kwa hiyo Mungu ndiye aliona upungufu wa Adamu. Leo hii ndoa zinaweza zisiyo imara kwa sababu tumekuwa na msukumo wa kwetu binafsi. Adamu hakuwa na msukumo binafsi, isipokuwa msukumo huo ulikuwa wa Mungu. Lakini pia tumekuwa tuna misukumo ya kijamii. Misukumo ya kijamii, wazazi huhimiza watoto wao kuoa. Ni jambo zuri, lakini wengi pia wameweza kuangukia huenda kwenye mahusiano yasiyo mazuri ya ndoa, kwa sababu ya presha ya wazazi, presha ya jamii, presha ya watu wengine. Unasikia ya kwamba unapoona wenzako wamepiga hatua katika hali ya mahusiano unapata presha, na una, na una, unajiona kwamba umechelewa, unajiona ya kwamba uko nyuma, unajiona kabisa uja hujatimiza wajibu wa maisha. Lakini nikuambie presha hii haikumpata mwanadamu, presha hii ilimpata Mungu. Bwana wetu Yesu azifiwe. Na ndio maana ili kuwa na ndoa ambayo ina msingi imara, acha wakati wa Mungu uhusike, acha wakati wa mapenzi ya Mungu yahusike. Usifanye vitu kwa utashi wako, usiingie kwenye ndoa kwa utashi wako, kwa presha yako, usiingie kwenye ndoa kwa sababu ya umsukumo binafsi Acha kila kitu Mungu akupangie. Haleluya! Acha Mungu hadi akupangie mwenzi, na ndiyo maana Adamu hakushiriki kabisa katika kumpanga mwenzi. Adam alipewa usingizi mzito, alipewa usingizi mzito. Na kama mchungaji, nitaidefine hiyo, ni wakati mzuri wa kusali, ni wakati mzuri wa kutulia. Adamu alipofumbua macho yake, baada ya maombi, baada ya kufumbua macho yake, anakutana na mwanamke kutoka kwa Bwana. Kwa hiyo Mungu, Biblia inasema Mungu ndio aliona si vyema Adam awe peke yake. Si vyema kwa hiyo anasema, si vyema mtu huyu awe peke yake. Sasa msingi huu, msingi huu ili itengeneze ndoa iliyo imara, ni kwamba ndoa iliyo imara ni katika kujaza, kujaza nafasi, kujaza nafasi, kuondoa upweke. Biblia inasema Adam alikuwa na vitu Adamu alikuwa ni tajiri wa kwanza ambaye anamiliki kila kitu lakini Biblia inasema alikuwa alone. Lakini pia alikuwa lonely. Alikuwa alone, tutaangalia mbele kwa nini alone, lakini saa hizi alikuwa lonely. Adam ana vitu vingi lakini alikuwa pekee. Msingi imara wa ndoa wa pili ni ku kutoa upweke. Kutoa upweke hapa, tuna tulivyo tuko watu wengi, lakini unaweza ukashangaa katikati yetu bado watu ni wapweke. Kuna watu wanaweza wakawa tayari wako kwenye ndoa ana mwenzi, ila bado upweke upo, na ndio maana Mungu kwenye kuleta ndoa alifuta kitu kinaitwa upweke, loneliness na hii ikikosekana ndiyo maana tunakuta kuna watu wanaweza wakajiua wakajinyonga, ila wana watu pembeni yao. Kwa hiyo kuwa, kuwa na watu bado kuna kitu ambacho ni cha zaidi, ambacho na kihitaji zaidi ya kuwa na watu ambao wanaonekanika. Upweke ni kitu ambacho kiko ndani ya mwanadamu, hakiko nje. Ndio maana tunaweza tukawa tuna majumba lakini tu na upweke ndani yetu. Tuna majumba tuna nyumba ila hatuna, hatuna, hatuna, hatuna mji ndani yetu. Kwa hiyo Mungu alipounda ndoa aliunda kwa ajili ya kutoa upweke, loneliness. Kwa hiyo maana yake mtu anapokuwa mwenzi kwa mwenzi, kwa mwenzake, maana yake amekuja kuondoa upweke wake. na upweke huu wa ujengwi na vitu, ndio maana Adamu alikuwa na upweke lakini ana vitu. Ndio maana sasa, uh, Roho Mtakatifu tunaambiwa hutupatia sisi hutupatia sisi hutupatia sisi amani isiyoonekana, amani isiyopimika, hutupatia furaha kabisa ya kweli ambayo haitengenezwi na vitu vinavyoonekana vinavyosikika. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anafanana kidogo na mwenzi, na ndiyo maana mwenzi anaambiwa ana, ana, ana, ana. Mungu anasema si vyema mtu huyu awe peke yake, nitampa, nitampatia mtu wa kufanana naye wa kumsaidia. Si vyema awe peke yake, neno hiyo, sentesi hiyo bado pia Yesu alirudia, akasema, si sitawaacha peke yenu, sitawaacha peke yenu, nitampatia, nitawapatia Roho Mtakatifu. Huyu kazi yake ni kufariji, ni kuongoza, ni kuelekeza, ni kuonya, ni kufundisha, ni kujaza. Anasema ni sitawaacha peke yenu, nitawapatia Roho Mtakatifu sentensi hiyo hiyo Mungu ndo aliisema, si vyema nitawapatia mwenzi. Maana yake mwenzi huyu anayepaswa kuwepo hapo pia anapaswa kujaza. Bwana wetu Yesu asifiwe. Sasa ndio unajiuliza, je, utaondoa upweke wa mtu? Aha, usiende kwenye ndoa, kwenye mahusiano kwa kuongeza namba tu kwa kutoa hali ya ndani ya upweke. Nguzo ya tatu, nguzo ya tatu inasema, si vyema mtu huyu hawe peke yake, nitamfanyia msaidizi. Nguzo ya tatu inajikita katika kusaidia, jambo la kusaidia, maana yake msingi imara wa ndoa. Unapokuwa kwenye ndoa, kwenye maisha ya ndoa, maana yake umeumbwa hapo kama kusaidia hapa tujagawa bado majukumu, bado tujagawa ya mwanamke ya mwanamke, lakini cha kwanza kabisa ni kusaidia, kwamba wewe mwanaume unamsaidiaje huyu mke wako katika kusudi aliyopewa na Mungu? Wewe mwanamke unamsaidiaje huyu mume wako katika kusudi aliyopewa na Mungu? Bwana wetu Yesu azifiwe. Yes, makusudi ya Mungu makusudi ya Mungu yanaweza yakawafanya yaka watu yakawa tofauti ndani. Uh, ukisoma kwenye Yohana nane fungu la pili utagundua kuna wanandoa wamoja ambao walitofautiana makusudi. Mwingine ana, uh, ni wakili, mwingine yeye ni mwinjilisti. Sasa wewe unamsaidiaje huyu katika wito aliopewa na Mungu ukiwa kama mwanaume, unamsaidiaje mume wako mke wako, I mean, mke wako ukiwa kama mwanamke unamsaidiaje mumeo? Bwana wetu Yesu asifiwe. Na ndiyo maana katika kanisa hili waasisi wa wanatuonyesha mume na mke, miongoni mwa waasisi Ellen G. White na mume wake walisaidiana, katika kila mmoja kumsaidia mwenzake kuyaishi makusudi aliyopewa na Mungu. Kwa hiyo wajibu imara, si tu kusaidiwa wewe. Unasaidiaje? Haleluya! Sio tu wewe usaidiwe, no, wewe unamsaidiaje huyu mwenzako? Wewe unamsaidiaje huyu mwenzako? Hiyo ni nguzo ya, ya, ya tatu ya kusaidia. Nguzo ya nne ni wa kufaana na wewe, kufaana na wewe, kufaana na wewe, suitable helper, msaidizi wa kufaana na wewe. Katika Biblia ambayo tumezoea kuitumia, inatumia neno wa kufanana, lakini sio neno sahihi. Uh, sio kufanana wakufaana eh? Hata watu wamebadilisha maana wanasema kama ni mwizi apate mwizi mwenzake, kwa sababu wakufanana <laughs> na wewe ah, ah. Wakufaana, suitable. Mungu anasema nitamfanya mtu suitable helper. Yani ni mtu ambaye wanafaana sio wanafanana mm -mm. Na ndio fungu hili hili Wajinga fulani wamewahi kulitumia kwa kupromoti mambo ya ushoga. Wanasema ya kwamba wewe mwanaume haufanani na mwanamke, kwani mnafanana? Hauna kifua kama cha mwanamke, hamfanani. Kwa hiyo wanasema eti Mungu alimuumba mtu kwa mfano wake, kwa sura yake, na hapa kwenye ndoa akaumba, akasema, nitamfanya mtu wa kufanana na Adamu. Kwa hiyo wanasema mtu wa kufanana na Adamu ni Adamu mwingine. Kwamba, na ndevu kama ndevu, dunia imeharibika sana. Kwa hiyo fungu hili halimaanishi kufaana, haimaanishi kufanana, linamaanisha kufaana, suitable, anayemfaa, anaefanya nini, anayefanya nini. Sasa kumbuka, kusudi la ndoa linatoka kwa nani? Kwa Mungu. Mungu aliwahi kumwambia hivi, kumwambia hivi nabii wake Hosea Anayekufaa wewe <laughs> anayekufaa wewe ni nani? Gomeli hawafanani, ila Hosea anamfaa Gomeli. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ndoa sio kufanana. Hii huwa tunapoteza maana. Ni kufaana, kufaana maana yake unaenda kusaidia pale, unaenda kuziba pale Bina mwanadamu mwana tumeumbwa, tunatofautiana. Ndio maana mwanamke anatofautiana na mwanaume kiakili, kihisia, tunatofautiana, lakini mwanamke anahitaji anaita, mwanaume ndio anayemfaa. Haleluya! na mwanamke mwana, mwana, mwana, mwana anahitaji mwanaume kwa sababu ndo anamfaa. Hivyo hivyo mwanaume mwana anahitaji mwanamke kwa sababu ndo anamfaa. Sasa nani anakufaa? Sio kufanana. Tukifanana tutapotea kama Anania na Safira, wote tukisema tuuze, wote tunauza, alafu mwisho wa siku tunaupata moto wa milele. Lakini tukifaana tutasaidiana, haleluya. Kwa hiyo ni maana yake ni kama kufanya hivi, unafanya hivi, ina maana hivi vidole havilingani, ila vinafaana. Kimoja kina hivi, hivi, havilingani havifanani, lakini vinafaana. Na hata ukiweka hivi, ina maana ume, umejaza umeziba ile gap kwa hiyo misingi ms, imara ambayo inaweza ikatengeneza imara ndoa imara ni kwamba ndoa ina sura ya Mungu, upendo wa Mungu. Ndoa huondoa upweke, ndoa huleta usaidizi, ndoa huleta kufaana. Na hilo ndiyo neno la Bwana. Mungu atubariki.